Uh, katika huduma zetu ndani ya makanisa tunapata changamoto ya kutokuwa kushirikishwa zaidi na makanisa mengine, kwa sababu makanisa mengi yanakuwa hayafahamu lugha ya alama kwa watumishi na hayatoi huduma kwa lugha ya alama kwa watumishi, kwa hiyo utakuta ni kama vile tumetengwa tukana lugha ndio tumia, lakini kumbe tunaweza tukajifanya tuka, utume pamoja na makanisa mengine. Kama tutaondoa vikwazo vya mawasiliano wao wakajifunza lugha ya alama itakuwa ni rahisi zaidi. Madhehebu mbalimbali ni muhimu sana kuweza kuweka toga m za kujifunza lugha ya alama, kwani wakishajifunza lugha ya alama itakuwa ni rahisi kuweza kufungua milango ya kuinjilisha hata wale waumini ambao ni viziwi ambao wamesahaulika ndani ya makanisa yao. Kwa hiyo kwetu sisi hakuna kitu kigumu, na kwenye lugha si jambo gumu kama tutajenga tu mahusiano mazuri, kama mimi ninavyotumia lugha ya alama hapa, lakini pia naweza nikafundisha na wengine. Kwa hiyo kwa leo tuna mchungaji na amekuja hapa kutuinjilisha kufundisha ni mchungaji ambaye si kiziwi na ametoka kanisa la KKKT Ihumwa, lakini tumeendelea na ujuzi wake umfika na tumepata mema. Paulo akasema asiyefanya kazi na asile chakula. Kumbe tunapaswa kufanya kazi. Ile hali ya kuwa wategemezi, kutegemea misaada haipo tena lakini leo wazungu hawapo. Mimi na wewe tunayefanya kazi ya Mungu tunapaswa sasa kukabiliana kuhakikisha kazi ya Mungu hailali. Inajua mahali tunakotoka, inawezekana ikawa ni mazingira magumu sana, lakini tumeshasema katika ule ujumbe, kauli mbiu yetu na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa bahati mbaya, wakati mwingine, kuna baadhi ya makanisa ambayo imani yao sijui inawatuma vipi, kwa sababu wanapoona viziwi, ukisema mimi ni kiziwi mtumishi wa Mungu, watu wanaanza kushangaa na kujiuliza, huyu kweli ni mtumishi wa Mungu? wanakataa na kulazimisha uhamie kwenye imani yao ili wakuombee upate uponyaji wa kusikia. Sasa wanashindwa kuelewa kwamba sisi tunatakiwa kusikia kwa masikio, hatuhitaji uponyaji wa masikio isipokuwa tunahitaji. Ndiyo maana watu wengi hawaelewa, wanalazimisha tu watuombee, watuombee ili tusikie. Basi hiyo imeisha.